Ni mjomba kabisa. Sasa wewe endelea. lakini kwani unafanya hivi? <laughs> <laughs> Yani, kama mimi mchawi, umejuaje uchawi wangu kama sio na wewe ni mchawi eh? Yaani wewe usharisi mikoba yangu kabisa. <laughs> Sasa nasema hivi tutakutana nyumbani, tutakutana nyumbani. Tuone, tuone kama utakula ugali wewe. Nilijua <laughs> tu kama utapita, ndio maana nikaja kukusubiri hapa. Unisubirie mimi kwa kitu gani na kwa sababu gani? Tuko nisubirie mimi kwa nini? Aha, ina maana kwamba umesahau mimi, azima yangu ni nini? Lengo langu kwako umelisahau, ni nini? Yani azima yako kubwa kwangu ilikuwa kunivunjia ndoa yangu? Basi hamna kitu kingine? Mama yako, ingekuwa na nia ya kunisaidia ungenisaidia, lakini unataka uni, yani univunjie ndoa yangu mimi, ili wewe uliziki <laughs> Sasa kama nimeweza kuuvua mtandio, ninaweza nikakusaula nguo zako zote na nikakutembeza utupu hapa. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa inabidi ufuate amri zangu, siumenielewa? Mi sikuunga rwaso sitaki masiala kabisa. Ongoza njia. Ngoja basi nikafunge mlango nyumbani, maana nimeacha mlango wazi. Ngoja nikafunge mlango, narudi sasa hivi. Usichelewe. Kijana tani huo. Umeona bwana mjomba, leo umeniambia mwenye nisiende kazini, kuna jambo la msingi unataka kuniambia. Kwa hiyo niambia jambo la msingi bwana, sije nikajutia siku yangu. Sasa mjomba, mbona unanitisha? Ah, sio kama kukutisha, nakwambia nisikilize kwanza. Siku zote waswahili wanasema usikatae wito, kataa maneno. Nisikilize kwanza maneno yangu nilokuitia mjomba, kwamba mimi katika muda ambao nimekaa, mm, nimewaza nimetafakari, kwamba nisije nikaondoka mjini nikakuacha mjomba wangu nimekuchafua Unakunichafua mimi mjomba, mbona wanitusi? Eh, kwamba lengo langu kwamba nataka nikiondoka hapa ni mm. niwe nimekusafisha. Kutokana kwamba mimi muda mchache niloka hapa lakini nimekuwa na, na maadui wengi eh, watu wengi nishagombana nao. Kwa hiyo hiki ikikitendo mimi binafsi sijakipenda kwenye moyo wangu. Kwa hiyo natamani nimalize hii migogoro migogoro ambayo niko nayo, kama yule jamaa yule, nani yule, yule, yule jamaa mweusi mfupi mfupi yule ambaye ulinikuta na mke wake pale siku ile ah, pisingo eh? hey, huyo. Nataka yule umuite aje tuzungumze, nimtake razi anisamee kwa yale mambo ambayo mimi nimeyafanya, kwa sababu mimi nimefanya ilikuwa ni mihemko tu, lakini pia na mkewe naye, kwa sababu alikuwa na shida ya tiba na mimi tiba nilikuwa naijua, basi nimsaidie. Lakini kwa kuwa mmelichukua jambo mkalifanya likawa kubwa likaonekana mimi nimefanya kosa, basi ipo haja ya kumwomba msamaha. Kwa hiyo lengo langu kwamba nitaka umuite, umwambie bwana, mjomba wangu amelitambua kosa lake na anakiri kosa, anahitaji msamaha wako, ili mradi tu nikuache mjomba wangu ukiwa salama na majirani zako, muendelee kuishi kwa amani wenye na maisha yenu. Hilo ndio lengo langu kubwa. Kwa hiyo ina maana kuzunguka kote wewe, sio swala la kuondoka, bali unamwogopa ule jamaa <laughs> hmm. Jomba, mimi simuogopi, ila mimi kitu ambacho nataka kifanya, nataka nikuache wewe ukiwa oh, salama na majirani zako. Sawa. Mimi enzi zangu nimepigwa na kijiji, kijiji kina watu karibia 120. Lakini mimi nimetoka katikati ya watu, sasa nitamuogopaje mtu mmoja? Ule kijana mdogo tu mimi ule simuogopi. Sema tu kwa sababu ya utu uzima, alafu nimekumbuka kule nyumbani mashamba yangu, nimekumbuka tanuli langu la mkaa, nimeacha tanuli linafuka moshi, mimi nakuja huku kwa saizi nikirudi, nikifika kwa nafukua mkaa wangu napeleka sokoni. Nikiamka asubuhi, na ingia zangu shamba na palilia miogo yangu na limalima, maisha yangu yanaendelea kama kawaida. Nimekumbuka na mifugo yangu na mbuzi kule na ng'ombe, eh nimemkumbuka na mkazi wangu shangazi yako. Kwa vitu vingi nimekumbuka, kwa natamani kwamba hata nikimaliza ile swala leo, basi mimi kesho asubuhi, begi mgongoni, kiatu kinacheza. Hii swala kuondoka mimi nalichanganya, kwa sababu wakati unakuja kweli, ulikuwa una vituko vinanikera lakini vile vituko vimefikia hatua sasa, nimevizoea mimi napata burudani eh. Hasa kwa nini uondoke uniache mwenyewe eh? Wewe haiwezekani bwana, hapo uondoke kwa nini mjomba? Nilivyokuja nilikwambia kama nakuja, wewe si ulikuwa unitaki wewe, ulikuwa unanikimbia kimbia, unataka ni, ni, ni, mimi nije kwako. Sasa nimekuja na nimeamua kuondoka na kuacha kama nilivyokukuta, kwa sababu mimi siwezi kuendelea kukaa mjini. Wewe angalia ah. angalia watu wanalima wa, wa, wa, wa, wa, wanamwagilia, yani kwamba mtu ana eneo lake la la la la la la kulimalima kidogo kwamba hana pesa ya kujenga. Hmm. Kwao anaamua pande vimahindi mahindi, miogo miogo apoteze muda amwagilie. Hivi shamba kweli shamba mtu anaweza akaja na kindo na kuja kumwagilia? Shamba mvua inatoka juu kwa Mungu. Sisi tunalima shamba eka 10, eka 20. Mvua inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Inakuja inanyweshea pale mazao yanakuwa. Yana. Sasa hapa mtu alima miguu mitano sita alima unafikiri atavuna nini? Aizidi akivuna kavuna kwenye kwenye kibaba. Hayo ukivuna kibaba unasema umevuna nini? Eh? Kwa mimi lazima nirudi shamba nikapige jembe. Mimi mtu wa ngwamba, mimi napiga ngwamba kweli kweli napiga jembe. Mimi mtu wa kazi mjomba. Kwa huku kukaa mimi kukaa tu nazunguka na kula, afu mjomba wangu mwenyewe nimekuja kwako, kwa hauna hata maajabu. Hmm. Sioni kitu cha maana unachokifanya, wavele sikuwaona. Wewe upo tu mpango wa kurusha rusha miguu tu, hauna lolote la maana. Siku zote bwana, watu wanasema mjomba ni mama. Mimi siwezi kuleta wanawake pale nikakuvua nguo. Univui nguo mimi unavua nguo wajinga jingo wenzio wataka kuja nao. Mimi, ukija na wanake pale ndo nafurahi. Najua kwamba mjomba wangu dadangu ameniachia wa kijana. Eh, kijana lijali. Sasa wewe haueleweki kwamba hujulikani asubuhi, hujulikani jioni kwamba wewe upo tukaze kuburuza miguu. Sasa mimi najivunia kwa kipi? Mimi nataka nione wa vele. Wa vele pale wanapishana, najua eh, mjomba wangu shababi. Lakini sasa wewe hauna lolote. Sio kama wandele mimi sina. Wandele nao nao wabinda wingi. Mimi na machimbo yangu mwenyewe, kwa sababu najua kabisa mjomba upu, mjomba ni mama, siwezi kuleta madem pale ah, mm. Mimi lengo langu kwanza umtafute yule bwana, nimwombe msamaha, tusanisamee mambo yaishe, ili mradi kesho na kesho kutwa, mimi ninavyoondoka kurudi kijijini, wewe uendelee kuishi na majirani zako kwa amani. Yule mm. yule jamaa mwanamke, mbona hawafanani? Maana yule jamaa mfupi mweusi, mwanamke yule anaonekana <laughs> Yaani kwamba bodi bodi analo kwamba ile, kama ni gari tunasema fuso imepigwa mzigo, imefungwa turubai, afu mzigo unaonekana mtumba bwana, mtumba bwana ah, yule bwana mke wake. Ila sasa uwezi kujua kwenye mambo ya siri pale eh, amempata pata vipi bwana, kwa sababu yule bwana bwana ni mweusi. Jomba, nimeamini kweli mapenzi upofu. Yaani kwamba mm, mapenzi upofu. Ile demu kampenda yule mshikaji mshikaji mwenye mweusi, yaani yule haonekani hadi acheke <laughs>

Na mazumuni kukuita hapa ni kujadili swala la mjomba wangu. Kiukweli mjomba wangu amenifedhesha sana, amenitia aibu sana, hususani kwenye hili swala la kumtongoza mke wako eh, na kujifanya yeye ni mganga, anataka ampe tiba. Hivi kweli mjomba nadhani hajajua kwamba mimi na wewe ni majirani na tumeishi muda mrefu eh? na ametaka tena kutufanya sisi tugombane. Sasa nime, nimeona nije kwanza tusuluhishe hili tatizo la mjomba kwanza, kwa sababu si ni majirani, tukinuniana itakuwaje? Na yule mjomba ni mtu wa kupita tu, akiondoka tena sisi tunanuniana ndugu yangu, eh? Tutashindwa kusaidiana. Sasa nikaona ni bora nije nikuite, ikiwezekana umsamie mjomba wangu. Kiukweli ndugu yangu, nilikuwa nimepanga kumfanyia kitu kibaya sana mjomba wako. Uzuri unanifahamu, sio kama najisifia, unanijua vizuri Nikiamua nimeamua ninachokifanya, hakuna mtu yoyote wa kunizuia. Kiukweli niseme kwamba sawa, nitakusikiliza kwa sababu tu, si ni majirani pia, tukiamka tunaangaliana usoni. Kwa hiyo naa kuka, kukaa kukaliana kimya sio vizuri naona. Kwa hiyo sawa sawa, lakini awe makini sana, awe makini na umshauri, umshauri zaidi na zaidi. Yaani, kama utamsamehe, anachukua vilago, anarudi kijijini. Hmm. Sawa baba. Anachukua kila kitu anarudi anarudi kijijini hivi, anajua kila anachokiona mjini kwamba kimejireta, anasikia ile misemo kwamba kinaelea, anajua ni chepesi, chukua kwa kweli <laughs> asitegemee hivyo, atakuja akutane na watu wengine ambao ni zaidi ya mimi au ni zaidi watamfanyia kitu kibaya ambacho hakutegemea kwenye maisha. Inafikia tu mida jioni, mara kaonekana na msuli, mara kaonekana na kaniki. Mjomba ana vimbwanga na vimbwanga na vimbwanga, anashindwa kuelewa. hmm. mimi mwenyewe nakupa siri, mimi nimemkimbia yeye kijijini huko. Kila ukianzisha biashara ya genge, ukija umefilisika. Ukianzisha biashara ya machungwa unafilisika. Nikasema nitoke kijijini nirudi mjini, angalau nijianze tena nijisukume mdogo mdogo. Mjomba kanifuata. Basi sawa, ndugu yangu, aina noma wewe mimi naona nikuache kwanza. Haya basi ndugu yangu, haya basi. Sasa basi kikao itabidi, yaani itabidi mida kama ya saa kumi na mbili hivi. Kwa hiyo ina mambo mingi. Fika naambia mjomba, bwana kashakubali. Wewe ukija, bwana ujelezelezee hapa tena, uwe mnyonge ili akusamee. Hey, mwambie asione kina nenepa kile jasho la mtu lile. Mtumba vya mwenye melamate ugone ah. Bwana Kitola, umefanya vibaya sana, unatakiwa umwombe msamaha Rozi na mumewe. Kitendo ulichokifanya sio kizuri kabisa, hata katika jamii ni udhalilishaji wa kijinsia kumwambia eh, um, nani kum, kumdanganya mtu kwamba una uwezo wa kumwekea dawa kwa njia ya design hiyo, hiyo ni, ni mbaya sana kwa kweli, umwombe msamaha, na taarifa zako nimezipata nyingi sana lakini nashukuru hii imefika hapa. Kwa hiyo uombe msamaha hapa, kwa sababu sijui wengine huko mtaani wanakufikiriaje kupitia hizi stories zako zinazokuja hapa. Umuombe msamaha Rosi na mume wake, lakini pia ufanyike uwezekano wawe kuondoka haraka sana kwenye kijiji hichi, sawa? hmm. kikao kitakapoisha, hmm. sawa? hmm. ikatokea Rosi akinisamehe mume wake akinisamehe mm. basi mimi niko radhi kufungasha virago vyangu na kurudi kijijini. Kwa hiyo kitu ambacho nakiomba Bibi Rose, nakuomba unisamehe tena, niko chini ya miguu yako, kweli niliyoyafanya ni makosa. Mi kama mume wangu atakusamehe mimi nipo tayari kusamehe. Kwa hiyo, kwa hiyo bwana Pisingo, wewe ni mwanaume mwenzangu, kwamba sisi hata waalimu wanaotufundisha masuala ya dini wanatuambia Mungu wetu ni mwingi wa rehema na mwenye kurehemu kwamba unapolitambua kosa, unapojua tu kwamba umefanya kosa kabla hujaomba msamaha, basi unakuwa umeshasamehewa. Kwa hiyo mimi kulitambua tu kosa langu ni hatua. Kwa hiyo baada ya kulitambua kosa, nilikuwa nahitaji msamaha wenu kwamba mnisamehe. Kweli nimefanya makosa kwa ajili ya matamanio yangu ya kimwili, na kama hivyo nilivyosema kwamba ikitokea mmenisamehe sitaendelea kukaa na nitakapomaliza hiki kikao, basi mimi tauli kijijini. Na mjomba, nilikuwa kitu ambacho napenda kukuasa kwamba nitakapotoka hapa mjini na kurudi kijijini basi na, u, mikoba watu wanarahisishwa fedha, kwa sababu huku mjini nilikuja kwa mjomba wangu nikimtegemea mjomba wangu kama nitamkuta akiwa na maisha mazuri, lakini kwa mm, shinda, mjomba wangu nimekuta mambo yake ni yaovyo. Mimi nimeteseka, mwenyekiti, nilikuwa nashinda mimi na njaa. Mjomba huyu akitoka kaenda kufata sukari kuanzia saa kumi na mbili asubuhi anarudi saa saba au saa kumi ya jioni. Mimi mtu mzima kama mimi wa kushinda na njaa, alafu mwenyekiti hivi mm, kweli? Kama mtu angekopo hali kweli hivi angenenepa kiasi hiki mm? mtu kanenepa midevu namneo, mtu usipokula siku tatu tu mtu ushanyooka. Huyu kakaa zaidi ya miezi mitatu hapa, anasema kweli hali hivi kweli, ni haki? Yani Rajabu, Rajabu aunigeaideo, Rajabu mi wewe sikukunga na ukademnio Bana ukivuna uniambie nije nikusaidie. Ni mpuzi ni mama yako alisa, alisaidia kuleta mbegu kule. Yaani, mjomba nimekuja mjini ngategemea ndo kutoa maisha mazuri, maisha yako yenyewe ya ovyo. Umeninyanyasa vya kutosha. Mimi ningekuwa na ndugu nao usinge nyanyasa kiasi hiki. Kwanza kwa mjomba hakuna ulisi. Kila mtu ana kwa babake. Wewe kwa mjomba kuna ulisi? Mpuzi nini? Mimi kwanza sikunga ruaso. Mtoto mshanzi sana. Wewe mtoto kwanza umeninyanyasa um, um, vya kutosha. Mimi kijini kwa na maisha yangu.